Uh, nimejikita kwenye nguruwe kwa sasa, kwa sababu naona nguruwe hawasumbui sana, hawana magonjwa mengi sawa, lakini pia ni rahisi kuzaliana na faida kuipata mapema kuliko watu wanavyodhani, kwa sababu nguruwe ana uwezo wa kuzaa mara mbili, eh, mara mbili na nusu tuseme, yani mara mbili afu mwaka unaokuja miezi ya ana, anakuwa na mimba, kwa hiyo ni rahisi kuwazalisha kwa haraka sana na ndugu, nguruwe mmoja ana uwezo wa kuzaa vitoto kuanzia saba nane, akiwa bado ni mdogo, lakini kumi ni masuala ya kawaida, kumi na mbili. Nina nguruwe ambaye hata amezaa watoto ishirini na moja, wengine kumi na saba. Kwa hiyo unaona, na nilipata shida kwa sababu pia Unaenda kwa mfugaji mwenzako anakupa formula ambayo haifanyi vizuri, lakini kila mfugaji nimejikuta alikuwa na formula yake. Kwa hiyo unakuta ni tabu kidogo, lakini nilivyoanza ku, kupata taarifa za concentrates hasa za Koudijs, nilijaribu ikaenda vizuri, yaani ndani ya miezi sita unamuuza mnyama akiwa na kilo mia moja. Eh, eh, ya ukikosea kidogo 98 100 110 na kumi. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV na hii ni siku nyingine pendwa kabisa ambapo tupo Bukoba Kahororo na tumekuja kumtembelea mfugaji wa nguruwe. Tuweze kuzungumza mengi lakini pia uweze kujifunza kuhusiana na ufugaji wa nguruwe. Nashukuru sana kaka yangu kwa kutukaribisha. Karibu sana karibu sana Aa, kiukweli nimepapenda Bukoba, hali ya hewa na kila kitu nimepapenda sana. Kwanza tungependa uweze kujitambulisha, wewe ni nani na hapo unafuga nini? Ya, jina langu naitwa Japhet Sehele na hapa nipo Kahororo, hapa ni shambani kwangu. Aa, ninafuga nguruwe Ha, na mifugo mingine midogo midogo kama mbuzi lakini sana sana nimejikita katika ufugaji wa nguruwe. Kwa nini sasa uliamua kufuga nguruwe? Kwa sababu umesema unafuga mifugo mingine wadogo wadogo mm, lakini huku ndio umewekeza nguvu. Kwa nini ambacho umewekeza? Kipi ambacho uligundua duka moko kuwekeza nguvu huko? Ah, uh, nimejikita kwenye nguruwe kwa sasa kwa sababu naona nguruwe hawasumbui sana hawana magonjwa mengi sawa? lakini pia ni rahisi kuzaliana na faida kuipata mapema kuliko watu wanavyodhani, kwa sababu nguruwe ana uwezo wa kuzaa mara mbili, eh, mara mbili na nusu tuseme, yaani mara mbili, halafu mwaka unaokuja miezi ya anakuwa ana na mimba. Kwa hiyo ni rahisi kuwazalisha kwa haraka sana. Na ndugu, nguruwe mmoja ana uwezo wa kuzaa vitoto kuanzia saba nane akiwa bado ni mdogo, lakini kumi ni maswala ya kawaida, kumi na mbili ni na nguruwe ambaye hata amezaa watoto ishirini na moja wengine kumi na saba Kwa hiyo unaona kwa mwaka akizaa mara mbili tayari unakuwa na faida kubwa, na kwanza, kama mpenzi mtazamaji, umeona, nadhani hiyo ni fursa ambayo wewe ukiitazama unaweza ukapata faida. Sasa nataka kufahamu, hapo unafuga nguruwe ina gani? Nafuga nina Duroc, nafuga pia Landres, lakini pia nina Large White, uh, na, nina nnina nina, Pietrain hao mm, ninao kwenye shamba hili. Kwenye ufugaji kila kitu kina changamoto. Hamna kitu ambacho unaweza ukakifanya bila kuwa na changamoto. Wewe mfugaji mzoefu, na nimeangalia kitu unachokifanya ni kitu ambacho ni standard. Tunaomba utuambie changamoto kubwa hasa kwenye ufugaji huu ni nini? Ah, changamoto kubwa ambayo ninaiona nina, nina hasa kwenye upande wa vyakula. Kama, kama hauko sehemu ambayo unapata pumba kwa urahisi uh, unaweza ukapata changamoto, lakini pia magonjwa. Ingawa shambani kwangu sijapata ugonjwa wa kutisha eh, kuna magonjwa haya wanaita um, homa ya nguruwe. Huu ugonjwa uh, aha huu uh, uh, ugonjwa ukiingia shambani kwako uh, una, unaweza ukaua nguruwe karibu asilimia tisini na tisa au kama sio wote, kwa lazima kuwa makini na kwa hapa shambani kwangu bado sijapata magonjwa hayo. Kwa hiyo changamoto tu iliyopo labda ni upande wa vyakula, kama kuna kipindi ambacho vyakula vinakuwa juu. Kwa hiyo vikiwa juu aa, hapo unapata changamoto kama hukujiandaa vizuri. Sawa, wewe umewezaje kuzimudu hizo changamoto za vyakula, changamoto zingine? Aa, changamoto ya chakula, kwanza lazima ufanye planning, ujiandae Aha, kwamba nina nguruwe wangapi na sasa, wakati vyakula viko bei ya chini, uweze kununua mzigo mkubwa, uweze kuhifadhi. Aha, utakuwa unalisha taratibu. Lakini uh, kama hukufanya maandalizi uh, bei inapokuwa kubwa, uh, unapata changamoto zaidi uh, unaweza ukashtuka. Sasa unaanza kuwalisha kwa, kwa vipimo ambavyo si sahihi uh, yeah. wewe binafsi unawalisha chakula gani? mimi nawalisha pumba lakini natumia concentrate za Koudijs. Kwa nini hasa, uligundua nini kwenye concentrate hizo? Uh, concentrate ya Koudijs, kwa sababu wakati naanza nilikuwa natumia mchanganyiko wa kawaida, na nilipata shida kwa sababu pia unaenda kwa mfugaji mwenzako anakupa formula ambayo haifanyi vizuri, lakini kila mfugaji nimejikuta alikuwa na formula yake, kwa hiyo unakuta ni tabu kidogo, lakini nilipoanza ku, kupata taarifa za concentrates, hasa za Koudijs, nilijaribu ikaenda vizuri. Yaani, ndani ya miezi sita unamuuza mnyama akiwa na kilo mia moja eh, eh, ukikosea kidogo tisini na nane mia moja mia moja na kumi ndani ya miezi sita mpaka saba. Ya, yeah, kwa mfugaji inakuwa ni faida. Tunashukuru sana. Wewe yeah, kama mfugaji wa muda mrefu unamshauri nini mtu ambaye anapenda kufanya ufugaji wa nguruwe au mtu anayetaka kuingia kwenye ufugaji wa nguruwe? Nafikiri kama biashara zingine, lakini ufugaji wa nguruwe ni ufugaji mzuri, ha, haupambani na magonjwa mengi. Kwa hiyo, lakini pia uzalishaji unakuwa ni mkubwa ya, kwa hiyo na washauri waanze wa, wa ufugaji lakini wasiende kujaribu, unajua <laughs> wakati mwingine sisi wafugaji, mtu anaamua kitu anasema anataka kufuga lakini hajaplani vizuri, hajajiandaa unaona, anaenda mguu mmoja ndani mwingine nje. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo anapata changamoto, lakini ukiamua moja kwa moja, nafikiri ufugaji wa nguruwe una, una tija. Uone, mshauri mtu anataka kuingia kwenye ufugaji huu, waingie lakini asijaribu. Yes, asijaribu, asijaribu. Aingie moja kwa moja kwamba sasa nataka ufugaji wa nguruwe. Uh, hapo atakuwa na nguvu ya kutafuta maarifa zaidi kupata maelekezo, kwa sababu ufugaji una vitu vikuu vitatu kwa sasa. Uh, moja lazima hakikishe ameandaa mazingira ambayo wanyama wake wanaweza wakaishi vizuri. Mojawapo ya mazingira ni kuhakikisha kwamba maji wanapata vizuri eh, sio unafuga halafu unategemea kuwa unawachotea maji Hapana, unaweza ndugu mtangazaji, unaweza kaona. hata sisi tumeweka miundo mbinu kwamba sasa, sasa nguruwe hahangaiki kupata maji, muda wote anapotaka anakunywa maji hapo foro. lakini kwa maana ya mazingira. Lakini cha pili lazima au ameandaa chakula feeding. Asilimia 80 nafikiri gharama zote za uendeshaji wa mradi wa nguruwe uko kwenye chakula, kwa hiyo lazima uwe unajua nguruwe ninao wangapi na watakula kiasi gani kwa mwaka au hata miezi sita, uweke store. Sawa, lakini cha tatu katika ufugaji wa nguruwe ni aina ya nguruwe. Sawa, yani una nguruwe wazuri wa kisasa. Niliwahi kufuga wakati naanza, nilifuga hawa nguruwe wa kienyeji au wakienyeji, ulikuwa na kanao mwaka mzima, unapata kilo 42, kilo 50. Gharama nyingi kula ni vile vile, lakini kilo hazipandi. Kwa hiyo nikaona ni shida, lakini ukipata nguruwe wa kisasa au hybrid hawa unaenda vizuri, ndani ya miezi sita unaweza ukauza nguruwe akiwa ni mkubwa kabisa, na bila shaka unauza nguruwe Ah, yes, nauza nauza nauza, ndiyo biashara yenyewe. Kwa hiyo mtu aliyepo uh, Bukoba, mtu aliyepo Bukoba na kushauri ili shamba, mimi nimefika ni hapa, nimejionea kuna nguruwe ambao ni bora ni bora ni bora sana. Sasa mtu akitaka kufahamu pia hata labda uh, kwa idadi yako ya nguruwe kwa idadi yako sijajua, kwanza unafuga unafuga yeah. ngapi kufahamu, wangapi unafugaaau uh, so sasa hivi nimeuza, kwa hiyo wamebaki wachache kama hamsini na na point huko yeah right. una, una, una unaweza kumpa picha tu mtu aweze kukua na picha kichwani kwamba anaweza akatumia gharama gani katika ku, ku, ku, kuwa nguru kuwahudumia yeah. nguruwe yao <laughs> itategemeana na na, na na na stage kwa sababu nguruwe nilionao wana hatua tofauti tofauti za ukuaji. Kuna wale ambao ni wakubwa zaidi, ambao sasa wanakula karibu kilo mbili na nusu au kilo mbili kwa siku. Kwa hiyo wewe utapiga hesabu sasa kwamba je, ukiwa na wakubwa ukamlisha kilo mbili, uh, uh, utamlisha kwa muda gani nguruwe mmoja ya lakini, yeah. pia kwa urahisi tumepata hizi concentrate. sasa tunapotumia concentrate, unajua kwa mkoa Kagera tuna wakala wa concentrate hizi za Koudijs, kwa hiyo haupati shida tena ya kuchanganya changanya vitu. Wewe unachukua mfuko mmoja tap, unachanganya karibu kilo mia mbili za za, za, za, za, pumba ya yeah, kwa sababu unachanganya mara moja, then unaanza kuwa unamlisha nguruwe kwa chakula hicho ambacho una na kumechanganya, yeah. Tuweze kuelewa uh, na concentrate. Mwanzoni wakati tunaanza ufugaji tulikuwa tunapata tabu sana kwa sababu uh, concentrate tulikuwa tunaagiza Mwanza. Uh, unataka mfuko mmoja miwili unaagiza Mwanza, kuna kuchelewa magali nini, lakini kwa sasa tumepata bahati kwamba tayari tuna wakala uh, uh, tuna wakala Bukoba ambaye sasa ana supply concentrate hizi, ana supply concentrate za kuku, ana supply concentrate za nguruwe. Kwa hiyo tunapata kiurahisi, wakala yuko hapa Bukoba a